Msingi ah, ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kwa hiyo mwanaume, kuna nafasi ambayo tukiacha ndio ile misingi inafanyaje? Inakoromoka. Anasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kuna kuna, kuna taarifa moja ambayo nilikuwa nimesikia nimeangalia kwenye taarifa ya habari kama sio mwaka jana mwishoni, ni sikumbuke tu vizuri ni mwaka huu mwanzoni, kwamba kulikuwa na wanaume na ikatokea, ilikuwa ni taarifa kama ni ya kwanza kabisa, maana ilikuwa ni ya tofauti. Kulikuwa na wanaume waliandamana, wakaenda hapo Tanzania. Sasa wameenda kwenye ofisi, ofisi gani? Kwamba wanatafuta haki yao kwa sababu wanawake wanawa- wananyanyasa, wakatoka kabisa, wanaanza kupaza sauti sasa, kwa sababu a, wanakosa sasa nguvu, ndio nikashangaa kama inakuaja, lakini ukiangalia uki- ukijaribu uki, uki kuangalia hivyo, maanake kuna tatizo mahali, kuna mahali mambo yameharibika, au ile msingi umeharibika, ndio maana sasa inatokea hali kama hiyo. Na hapa tunaangalia mwanaume eh, na kanisa. Nilikuwa nasikiliza matangazo um, hapa wanaume tuko wachache sana. Sijui ndio hao 29 tu tulio ndio kanisa linao au kuna wengine? Maana ukijaribu kuangalia wanaume ni hapa tu ndio, yaani ni kama wala wanatasiorogo, tuko wachache sana. Kwa nini? Maanake sasa tunatakiwa kujiuliza, maana wakati mwingine tunaweza tukawa tunaendelea mbele tunaendelea mbele, lakini baadaye tukajikuta kwamba kuna shida mahali wanatusaidia hapa, anasema kwamba kama misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Kama msingi ambao ndio kichwa cha familia, kama jinsi ambavyo tumeimba tume na tumesema, ikiharibika, nini kitakachotokea? Hebu chukulia msingi wa nyumba ambao nyumba inatakiwa kujengwa, alafu ukute kwamba ule msingi haujawekwa vizuri tunaona kabisa ili nyumba iweze kuwa imara, lazima msingi uwe imara. Lakini kama msingi haujewa imara, maanake ile nyumba lazima itaanguka. Hata Biblia imesema kabisa kwamba kulikuwa na mtu uh, ambaye amejenga nyumba yake juu ya mchanga, maanake hakuna msingi. Ile dhoruba ilipotokea, nagarika na maji mengi ile nyumba iligarikishwa maana yake iliangushwa, haikuendelea kuwepo tena. Na huyo anasema kwamba anafananishwa na mtu ambaye ni pumbavu. Lakini akatoa mfano wa pili, akasema kwamba kuna mtu aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba, maana yake ameweka kwenye msingi imara, kwamba kitu chochote kikitokea, hakuna kinacho kitakachoweza kudhuru. Kwa nini? Kwa sababu ni imara ule msingi wake ambao unabeba ile nyumba hauwezi kukunjika. Lakini tunaona kwamba kama imejengwa tu kirahisi bila kuzingatia msingi kuwa imara maanake ile nyumba ina- inaweza kubomoka au inaweza kuanguka. Kama nilivyosema kwamba katika andiko letu nika, ni Wakorintho wa kwanza sura ya 11 na mstari ule wa saba.